Well, hello my people, welcome back to my channel. So, leo tuna video ya mastaa hao wakiwa zao Zanzibar. Well, kuna Kajala hapo, kuna Auntie Ezekiel, kuna Irene Uwoya na Jacqueline Wolper. Sasa hapa ni wasogezeni mwangalie walivyokuwa zao kwenye boti hapo e, mpaka wakafika zao Zanzibar, pictures walizotake and everything e, wakiwa wanahave fun, yani raha tupu. So unajua ukifika Zanzibar, Zanzibar it's all about having fun, fun lakini uwe na hela, una spend money, una enjoy, you ndo know, it's all about Zanzibar. Okay guys, without wasting time, let's get right into the video. Enjoy this video mwanzo mpaka mwisho usiskip hata kipande kimoja. <coughs> ya yeah, na na kuna muda walikuwa wanamsema Irene Uwoya hapo kwamba yeye kutwa ibada asubuhi so mchana jioni, badala wakeshuti yeye iko kwenye ibada. Mtasikia huko mbele mm, kina ante Ezekiel, kinana kina Kajala wakiwa wanamsema, instead of going wakeshuti, yeye anataka just yuko na Biblia muda wote, huko mbele mtasikia hiyo part Ha, hapana tuka tukashutikuna yeah. Hey, kuepo tunataka kwenda lunch au supper, tukae pale tuongee kilicho tuleta huku. Tunataka kufanya nini? kufanya nini? Mwenzetu maombi saa 12 asubuhi, maombi saa nane usiku, alfajiri huwezi kuamka a mchana unaenda kusoma Biblia. Tumeshindwa mtumishi, tumeshindwa hapana Mm, Irene Uwoya haelewi, anataka afanya ibada tu, wenzio na take pictures kwenye pool and everywhere, yeah, nope. Anataka kufanya ibada huyo, oh. Kajala bwana anatuonesha hapo mandhari ya hoteli waliofikia. Eh, bado tutaona kuna sehemu wameenda, wamekula, wamekaa wote, wana have ma vyakula ma seafood. Kwa hiyo wewe enjoy hii video usiondoke eh, okay, watch hapa, huyu ni Jacqueline Wolper, huyu ni Wolper, huyu mwangalie naye hapa video yake.

Wolper, umeona Wolper alivyopendeza iko eh? na na black dress hapo, black outfits imebamba kabisa, nywele zake zikiwa zina bleach, yani katokeleze na pochi lake kubwa <laughs> kama kawaida, by the way kapendeza sana, yani kavaa na mazingira though black haiendani hey, sana na mazingira kama ya beach, lakini kwa hotelini ya ole all yep, kapeneza jamani, au um, mnamuonaje? um, hey. Okay, twende sasa hapa wana have wana have food hii sijui ni, ni lunch hii ya yeah. Mana imewekwa muda si mrefu itakuwa ni lunch hii. Mona hapo, warembo hao, Kajala, Irene Woya, Ante Zekel na Wolper, hawa ndio malegend kabisa. Ukisikia malegend ndiyo hawa, na bado wanadai miili yao iko vizuri eh, yani maisha yao pia yako vizuri. Katika hawa malegend hapa kakosekana Wema Sepetu tu, lakini hawa ndio malegend wetu hao kisikia bongo movie ndo ulikuwa tunawazungumzia hawa wadada hapa. Bongo movie watoto elfu mbili, mtakuwa hamjui haya mambo, lakini hawa ndio magwiji eh, ndio warembo wa mm, ukiwakuta enzi zile, hata sasa hivi wako vizuri, lakini ukiwakuta enzi zao Mashaallah, watoto minalali, watoto walikuwa potable wote, miili midogo midogo. Anyways, nisiongee sana, angalieni hapa, hii video nzuri kabisa wakiwa na hair food kana kitambi lakini Hini, kana ngozi nyururu. <laughs> Mama Kuki mwenyewe huyo katika ubora wake, eh legend huyo. Well guys, zimeona ma legend hawa apo, sijui wanapika kitu gani tukae mkawa wakula tuone hichi kitu kinachoandaliwa hapa ni kitu gani, kwamba wameenda kikazi au wameenda eh, kufanya shoot ya scene maybe ya movie. Maana hii timu ni hatari. Mimi kama mimi hapa nina hamu ya kuona kitu kitakachotoka hapo, maana si mnaona wenyewe hiyo timu ni hatari, babu kubwa au ni Oma legend, au ukisikia Bongo Movie enzi hizo basi ulikuwa unamaanisha hawa. Wapo wako wengine walotamba kina Johari kina Wema, wapo lakini hawa bado wako kwenye chat, hawajashuka. And the good thing, wako na maisha yao, wanaendelea vizuri. Na wewe mtazamaji wa hii video, weka comment yako hapo chini. Unajua hichi kitu kinachokuja ni kitu gani? E, ushafatilia au washasema wenyewe ni kitu gani? Hebu tuambie hapo chini, lakini kwa ninavyojua tu mimi, hiki kitu hakitakuwa cha kitoto, maana hapo tuna pisi za kwenda pisa ambazo wote hawajakatu aido. Wote wana mafanikio yao, wote wanajishughulisha kwa hiyo hao ni ma legend ambao wamefanikiwa eh, kwenye maisha. Well guys, usisahau kusubscribe, like hii video, pia weka notification yako on ili usipitwe na mambo mazuri na matamu zaidi ya mastaa, uwe wa kwanza kabisa kupata habari motomoto moto.